Jibu yale maswali mawili. Mheshimiwa Spika uh, kwenye swala la msingi lile la trilioni mia tatu sitini moja eh, serikali haijapokea kimya kimya, haijakubali tu kupokea fedha hizo kwa maana ya, ya kuacha trilioni mia tatu na sitini isipokuwa kilichofanyika mheshimiwa spika utakumbuka, eh, serikali ilipeleka E, complain against makampuni hayo ya madini na baada ya complain zile kupelekwa, mheshimiwa, twende kwa mtiririko mzuri. Ninachotaka kuelewa, swali la mheshimiwa Mpina linazungumzia kesi 1097, jibu linazungumzia kesi 854 na, na thamani ambayo mheshimiwa Mpina anazungumzia ni trilioni 360. Serikali inasema ni trilioni 400 Ishirini na moja. Mimi nataka kuelewa ili nitoe mwongozo vizuri wa majibu hapa, namna serikali ijibu haya majibu ambayo serikali mmetoa, ni kwamba ndio kesi zilizopo ama idadi ni hii aliyotaja Mheshimiwa Mpina na kiasi cha pesa ni hiki alichotaja Mheshimiwa Mpina. Mheshimiwa Spika, pana, pana tofauti i, ile, ile kesi kubwa aliyoiongelea trilioni 360 ni ya upande wa makinikia hii ya mashauri ambayo yanaenda kwenye trioni nne ni, ni, ni, ni ya mashauri ya kesi ya, ya, ya, ya zingine ambazo ziko na trati ambazo ndo serikali inaendelea kuyafanyia kazi moja baada ya nyingine. Kwa hiyo pana mambo ya aina mbili, na lingine limeongezeka lile, ya, ya yale yasiyo ya kesi ya, ya, ya, na lile ni la tatu, wao yameunganishwa pamoja. Sao, sasa ili, ili tuende vizuri, ili tuende vizuri kwa sababu swali la Mheshimiwa Mpina lilikuwa mahususi, linataka linauliza, hivi je, ni kwa nini kesi 1097 za kodi zenye thamani ya shilingi trilioni 360 na dola za Marekani milioni 181.4 hazijaamuliwa mpaka sasa? Ndio swali lake. Jibu la serikali linazungumzia mashauri 400 854 uh, na thamani, bi, uh, trilioni 4.21 na, na pia dola za Kimarekani zinazotajwa hapa ni tofauti na alizoziuliza Mheshimiwa Mpina. Kwa hivyo ni dhahiri, ngoja ngoja nitoe nitoe fursa, mimi natoa fursa hili swali likajibiwe, yeye Mpina anavyotaka majibu, yani mjibuni kwa hizo bilioni na matrilioni aliyoyasema kama yeye hayuko sahihi, ndio swali langu lilikuwa hapo, ili mimi nielekeze vizuri hapa mbele. Lakini kama unasema alichokiuliza, alicho kipo basi, mjibuni majibu yake anayoyataka, ya kwa sababu hayo majibu siyo ya swali lake, mweshima Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri labda sasa atakuwa ameelewa tofauti. Mheshimiwa Spika, trilioni 360 haziko kwenye TRAB na TRAT. Ni kitu tofauti kabisa. Hazipo kwenye nini? Kwenye TRAB na TRAT. Ndiyo nini? Hazipo kwenye... Hazipo kwenye nini? Mimi sielewi maana yake nini. Trilioni 360 hazipo kwenye mashauri haya ya, ya, ya, ya kikodi ya ya ya ya ya ya TRAB na TRAT, kwa hiyo hayapo kwenye rufaa za kikodi wala hazipo kwenye tribuna ya kikodi. Hii ni jambo mahususi ambalo lilikuwepo kwenye mzozo wa serikali pamoja na Bariki. Kwa hiyo ni kitu tofauti lakini Pari kwenye nyongeza ndio ameuliza kuhusu masuala ya kesi. Sasa hizo ambazo ziko kwenye, kwenye rufaa pamoja na, na, na, na tribuna ya kesi. Sawa mheshimiwa waziri, mimi nimekuelewa, kwa sababu yeye aliuliza swali tofauti ambalo ndio unalitolea majibu hapo. Sasa hayo majibu yaje yajibiwe kwenye swali lake, kwa sababu ndicho alichouliza. Kama hakipo ajibiwe hakipo, na kama kipo usimletee kingine, kwa sababu sicho alichouliza, ndio hoja iliyopo kwa hiyo mheshimiwa mheshimiwa mheshimiwa naibu waziri, mimi nakuruhusu kakae, ili swali kama lilivyoulizwa na mheshimiwa kwenye swali lake la msingi liletwe majibu kama ndivyo lilivyo. Halipo jibu halipo, si mnajibu kifupi siku hizi, ndio raha yake. Kama halipo halipo, kama lipo lipo. Mjibuni yeye alichouliza, kwa sababu nyinyi mmemjibu kitu tofauti, na ndio maana hata takwimu zinatofautiana. Asante sana, jibu hili taarifa mli... ta mheshimiwa Eh, kwa hiyo nyinyi mleteeni majibu kwa kadri alivyouliza swali lake. Kama halipo jibuni halipo, alafu yeye atapewa nafasi.